E, wanafunzi zaidi elfu ishirini na sita e, wakacha kufanya mtihani ufaulu juu. E, wanafunzi zaidi elfu ishirini na sita, e, wakacha kufanya mtihani e, ufaulu ukiwa upo juu. Hiyo ndio habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini mchuano wa uspika, naibu spika, vita mpya ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, mchuano wa spika naibu spika, vita mpya ndani ya chama cha mapinduzi CCM. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la mwananchi ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la nipashe mwanga wa jamii lenye linaanza nambari inayosema ongezeko la vituo vya gesi la wapa aweni madereva nchini, ongezeko la vituo vya gesi la wapa aweni madereva nchini lakini utafiti, e, e, utafiti kila wanawake watatu nchini mmoja hatarini kisukari au gonjwa la moyo. Utafiti kila wanawake watatu nchini mmoja hatarini kisukari au gonjwa la moyo. Lakini bado kuna habari inayosema JWTZ yaimarisha ulinzi kona zote e, za nchi na matokeo darasa la saba udanganyifu matusi bado tatizo. E, matokeo darasa la saba udanganyifu Eh, uh, umatusi bado ni tatizo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiacha na gazeti lako Nipashe, tuangazie uh, kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Gazeti lako la Zanzibar leo linaandika baraza la wawakilishi kuanza leo. Eh, uh, habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo inasema baraza la wawakilishi kuanza leo lakini bunge la kumi e, e, na tatu kuanza Novemba kumi na moja. Makada sita Chama cha Mapinduzi kuania uspika wa bunge, e, makada sita Chama cha Mapinduzi kuania, e, uspika wa bunge. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la kula Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Ipate nakala yako kwa habari kwa kina, na tuachane sasa na gazeti la kula Zanzibar leo tuangazie gazeti la kula wa machinga sauti ya wanyonge lenye lina habari kubwa inayosema, e, Dr. Samia amwapisha rasmi Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Dr. Samia amwapisha rasmi Johari kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la wamachinga ukurasa wa, ukura wa mbele, lakini nemki yajipanga kikamilifu kushiriki Shimuta elfu mbili na ishirini na tano. E, nemki yajipanga kukamilifu kushiriki shimuta 2025 yule habari pia kwenye gazeti la Machinga. Huku vita ya uspika bungeni ni e, vita ya uspika e, bungeni Dr. e, Samia aongoza kamati kuu CCM kujadili e, majina Dr. Tulia Lukuvi, Zungu, Profesa Kabudi e, Simba Chawene e, na Giga lakini watakaoteuliwa kwenda kuumana kwenye kikao cha bunge Uh, wabunge wa CCM kupata jina moja hiyo, uh, ni vita ya uspika wa bunge ndani uh, ya Chama cha Mapinduzi. Lakini shughuli za kiuchumi za rejea Dar es Salaam, Mwanza na Arusha, na katibu mkuu CWT atoa salamu za pongezi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. uh, katibu mkuu wa chama cha walimu uh, CWT uh, atoa salamu za pongezi uh, kwa raisi Dr. Samia gazeti e, tuangazie sasa kwenye gazeti lako, ufaulu wa pa matokeo darasa la saba nchini. Lakini wasichana wazidi kuchanja mboga, wakichuana na wavulana. Waliofutiwa matokeo waanikwa lakini mwanasheria mkuu wa serikali ala kiapo LATRA yaja na suluhisho changamoto mwendo kasi. Lakini Rais Dr Samia Suluhu hasani aita wabunge wateule mjengoni Dodoma. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Majira ukurasa wa mbele. Lakini wakulima wawezeshwa kuboresha ubora wa kahawa, wakulima wawezeshwa kuboresha ubora wa kahawa. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Majira e, e, kwenye, kwenye kurasa wa mbele lakini gazeti lako la Jamvi la Habari liyi asubuhi ya leo linaandika Rais Dr Samia amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali e, Rais Dr Samia amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali. Lakini kuna habari inasema wageni waendelea kumiminika hifadhi ya Ngorongoro e, wageni waendelea kumiminika hifadhi ya Ngorongoro e, hiyo ni habari pia kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza hiyo uh, ni wageni wazidi kumiminika kwenye hifadhi uh, ya Ngorongoro. Tukiachana gazeti lako la taifa tanzania uh, tuangazie sasa ndani ya gazeti lako raia mzalendo ukweli na wazi, ukurasa wa mbele inaandika Arusha yaendelea kupokea maelfu ya watalii uh, Arusha yaendelea kupokea maelfu ya watalii. Lakini Bunge la kumi na tatu kuanza Novemba 11 uh, Bunge la kumi na tatu kuanza Novemba kumi na moja, huku Rais Dr. Samia amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali. Eh, Rais Dr. Samia amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali, lakini vigogo sisi mwapigana vikumbo kuwania uspika. Eh, vigogo sisi mwapigana vikumbo kuwania uspika. lakini Saint Anne Marie Academy yaibuka, eh, kinara matokeo darasa la saba, lakini wanafunzi zaidi ya 148 kupata wastani wa alama A. Eh, wanafunzi 148 wapata wastani wa alama. A. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako ya Mzalendo ukurasa wa mbili, lakini habari kubwa ni vigogo Chama cha Mapinduzi wapigana vikumbo kuwania uspika. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaandika watalii wazidi kumiminika Arusha, St. Anne Mary Academy yafanya maajabu matokeo darasa la saba, wanafunzi 148 wapata wastani wa alama ah. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nne. Eh, hiyo ni shule ya St. Anne Mary yafanya maajabu. E, wanafunzi zaidi ya 148 wapata ufaulu wa alama A hey, e, za kutosha. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo lenye inatuandikia mchuano mkali kiti cha uspika. Timu ya nemki ziko tayari kushindana Shimuta 2025 lakini katibu mkuu CWT e, apongeza ushindi wa Dr Samia na mwanasheria mkuu wa serikali aripoti ofisini anza kazi baada ya kuapishwa. Hiyo e, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na gazeti lako la Mwanahabari, e, tuangazie sasa gazeti lako la Habari Leo, lenyewe linaandika habari kubwa inasema, maisha yarejea, hatima ya wabunge viti maalum mikononi mwa tume, lakini mkutano e, bunge jipya kuanza Novemba kumi na moja zikiatangaza majina ishirini wawakilishi viti maalum. Hiyo ni habari ukurasa wa 19, lakini ufauru darasa la saba juu, Kiswahili chaongoza tena. Lakini Nchimbi tutamtumia mpango uchumi wa bluu eh, huyo ni Nchimbi yasema, tutamtumia, Dr. Mpango uchumi wa bluu. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 wa gazeti lako la le habari leo, pate dakika yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema bodaboda bajaji kuhakikiwa upya. Bodaboda na bajaji kuhakikiwa upya, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na gazeti lako la habari leo ukurasa wa mbele, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani asubuhi ya, ya leo. Tunaanza kuangazia gazeti lako la habari leo kwenye michezo linaandika ligi kuu kurejea mwishoni mwa wiki. Ligi kuu Tanzania bara kurejea mwishoni mwa wiki lakini Simbu aingia kumi na mbili bora tuzo za mwanariadha bora wa dunia ya Yanga kutumia uwanja wa amani amani kutumia uwanja wa ya waza robo fainali e, wa e, e, wa kafu hizo ndo habari zinapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za michezo, huku gazeti lako la mwanahabari lenye inaandika, kocha Simba atamba kufuzu robo finali. E, huyu manager atamba kufuzu robo finali. Uh, lakini Taifa Stars ya wagumzo wafkon, Gamondi Ahmad Ali kuiongoza Stars Afkon. E, Gamondi na Ahmad Ali kuiongoza Stars Afkon. Kocha Petro ashtuka na mabao ya Shabalala na Ekwa, eh, yule habari kwenye gazeti lako la mwanahabari kurasa za michezo. Tuangazie kwenye gazeti lako la majira yenyewe naandika Yanga kutumia uwanja wa wa Amani makundi kafsil. Mzizi afanywa pasuaji wa goti kukaa nje wiki kumi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la majira, lakini ligi kuu bara kutimua vumbi wikendi hii e, ligi kuu Tanzania bara kutimua vumbi wikiend hii. Hilo ni gazeti lako la majira, huku gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika Yanga kutumia uwanja wa New Amani Complex. Rurado, e, lakini kuna habari inayosema kimataifa Cristiano Ronaldo alinunua ndege binafsi kwa bilioni 145. Huyo ni Cristiano Ronaldo anunua ndege binafsi kwa bilioni 145, lakini gazeti lako la Jamvi la Habari lenyewe kuna michezo Linaandika Janga ya tua New Amani Complex, lakini mtihani wa kwanza wa Gamondi ni huu hapa na tukiachana na, na gazeti lako la Jamvi la Habari tuangazie gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika Zamalek inaanza e, e, na Piramidi saa mbili na nusu usiku. E, lakini afichua siri nzito Mzize wa kosa wa Arabu e, afichua siri nzito e, Mzize aanza e, e, na Waarabu Nabi aibeba Yanga e, Nabi aibeba Yanga, simanzi kocha e, afia uwanjani. Lakini kocha fichua Simba ni wao tu, aipeleka robo mapema. Soa toa kauli ya kibabe e, lakini habari ya, ya kusikitisha e, kwa wanajangwani ni mzize kukosa e, mechi ya kwanza na waarabu hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa e, za michezo